Lazima jarida lenu liingie kwenye kwenye mitandao ili lisomwe na watu, lakini pia nyinyi mnafahamu watanzania wengi sisi tuko bize kutafuta maisha na wengi hatujishughulishi kusoma. Kwa hiyo lugha yenu ni lazima iwe lugha itakayowafanya watu waweze kuielewa kwa urahisi, lugha nyepesi, lakini lugha ya picha. Unaweza ukatengeneza kaklipu kadogo kanako translate hiyo jarida kikachezwa kwenye mitandao mbalimbali, elimu itafika zaidi kuliko hata jarida, kwa sababu hili jarida e, mimi na watu wachache tutalisoma, lakini watu wengi wetu wanapenda kusikiliza zaidi kuliko kusoma. Lakini tatu, niendelee kutoa shukurani na pongezi kwa mamlaka mbalimbali ikiwemo mbali, Nemki Bonde na Ziwa Victoria. E, taasisi mbalimbali za afya ya mimea kwa, na wadau wote kwa namna ambavyo tunashiriki kikamilifu katika uhifadhi wa Ziwa Victoria na hususan changamoto ya magugu maji ambayo hivi karibuni e, yamejitokeza haya magugu mapya ambayo e, hayakuwa katika katika mipango yetu. Kwa hiyo kazi iliyofanyika ni kazi kubwa lakini pia kazi hiyo bado ni endelevu, na wajibu wa kuhakikisha ziwa Victoria linakuwa safi wakati wote, sio tu kwenye magugu, ni wajibu ambao taasisi zetu zote ni lazima tuendelee kushirikiana ikiwemo na watu wa Nemki. Lengo letu la kuzindua jarida hili ni kwamba tunalenga kufikisha elimu kwa wananchi, hasa waweze kufahamu nini maana ya gugu jipya ambalo tunalotamka gugu jipya Salvinia molesta maana yake ni nini? Kwa hiyo kwenye jarida pamefafanuliwa vizuri. Kwa hiyo wananchi watakaposoma ni kwamba wapata, tutapata, tutakuwa na uelewa wa pamoja kati ya sisi wataalamu, lakini pamoja na, na wananchi wanaozunguka ziwa Victoria watapata uelewa na nje ya, ziwa, ya, na ya, ya nchi yani wananchi wanaozunguka ziwa Victoria kwa sababu Kosa...